Wanakuja, wanamzuia yako, wanamdodosa nini jamani eh? Ah. mtu kuonana kwenyewe kuwasiliana kwenyewe yani, sorry kuwasiliana kwenyewe kwa nadra sana. kuwasiliana kwenyewe kwa nadra sana jamani ah. Yaani ukianzaga kuongea sasa, kitu kidogo unataka kukifanya kikubwa unaongea mpaka utakutuletea uchuru humo ndani. Mimi nishakwambia mtoto yuko hapo ukumbini anakuja. Kwa nini? Shida yako nini? Umtoto anaenda wapi? Si anakuja huku huku ndani. Tukae. Mwanangu unamuonaje? Kanenepa au kakonda? Mm. Mimi hapo hata sijui dali. Sasa hujui vipi? Kwani si unamuona wewe macho yako na manjeo? Manjua. Manjua. Manjua. Manjua. Manjua. Okay. Dada. Dada. Manjule, manjua manjule. Hata sijui dada, mimi hata sijui dada. Sasa hujui vipi? Wasi unamuona namwona, ana manjule. Wetukae dada, jamani ah. Eh, basi hebu kwanza nipeleke huko nje kwanza, mimi mwenyewe nikamuone mwanangu, maana mi ndo nina uchungu naye. Mwanangu mimi ndo niliyombeba tumboni mimi. Na nimemnyonyesha ziwa langu ili mwanangu leo amekuja. Tukae, njoo ni bebe kwanza. Wewe tukae. Be. Nakuja. Nakuja sana. Acho, eh. <sighs> eh. Hey, na mkuko kwanza ungetulia kwanza, kwa ni shughuli. Si utulie shida nini we? Kama nani unanituliza, natuliza mii we, mshenzi nini, msaadabu e, mm. mm. Dini na wewe mwanao, mna kazi tena mkikaa hapo usiku mnaanza kuamshana amshana kwa ajili ya mtoto wako, sijui kukumbushana maswala ya ndoa. Amewauma mwanangu alivyorudi na elimu yake <laughs> <We. laughs> <laughs> <laughs> asimalize maneno, hiyo elimu umeiona Umeiona hiyo elimu mkononi, bibia, sio ngumbalo kama <coughs> wewe <coughs> yaani <coughs> kwenye madarasa saba moja umeshindwa, umeshia la sita.